Kaunti ya Migori tunadunda kaunti ya Machakos ambapo wahudumu wa bodaboda wa boda kaunti hiyo wameandaa maombi maalum kutoa hamasa kuhusu usalama barabarani pamoja na kuwakumbuka wenzao waliopoteza maisha kupitia ajali za barabarani. Maombi hayo yalihusisha zaidi ya wanabodaboda mia tano. So mawimbi ilimpiga mvua kanyesha eh. yeah. They carry part of us They are part of our society and part of our family and we have seen what has been going on in our society and we felt it is important that we put a time of prayer for them baada ya kuona jumbe ambazo zilitembea katika mitandao na runinga zetu kwamba asilimia sabini E, za ajali hapa nchini Kenya zinachangiwa na wana bodaboda boda. Hapa Machakos tumejipanga na tumeapa katika kanisa mbele ya wa wachungaji, mbele ya Mungu kwamba hapa saa hii ni usalama namba moja, na kuzingatia usalama; ni kila mwana bodaboda akuwe na bima, kila mwana bodaboda akuwe na leseni. Na niulize wanabodaboda wetu wa Machakos County, na hata bodaboda wote wanabodaboda boda wote wa nchi yetu ya Kenya, kunapotokea ajali tafadhali tuwe na ule uvumilivu, uh, ili uh, polisi ama watu wa traffic waweze uh, kutatua uh, mambo ya ajali, tusichukue sheria mikononi mwetu.